mchache kutokea sasa, tunaenda kutazama mchezo wa e, NMB Mapinduzi Cup yeah, ba ina, a baina ya Azam dhidi ya Yanga e, mimi nataka kwanza nijue huu mchezo e, utakupo ni mchezo wa aina gani huu? Uh, ni mchezo wa, wa ushindani tena, kutakuwa kuna ushindani mkubwa sana uh. Tunapozungumza ushindani, mchezo wote wa fainali lazima pawe na ushindani. Hakuna mchezo wa fainali ambao unaenda pale kwenye huo mchezo na kuwa mwepesi. Uh, na mchezo huu una timu mbili zenye kariba mbili tofauti uh, unaenda kuwakutanisha Azam ambao wanaonekana wako serious sana kwenye mashindano, na unaenda kuwakutanisha Azam na Yanga ambao Yanga uh, wao hawajawa uh, serious sana pamoja wanashinda, lakini ukubwa ule ukubwa ambao walikuwa nao mara nyingi umeamua matokeo kwenye mashindano haya ya Mapinduzi. Ukiangalia kuanzia gemu ya kwanza Unaona matokeo yameamuliwa kwa ukubwa zidi ya KVZ. Alafu unaenda gemu ya pili zidi ya TRA, unaona ukubwa umeamua matokeo. Na unaenda mechi ya Singida Black Stars ambao walicheza kwenye nusu fainali, pia ukubwa pia umeamua matokeo ya Yanga kushinda na kwenda fainali, kwa sababu Singida waliweza kufanya karibia kila kitu ambacho kinatakiwa kufanyika kwenye mpira, lakini u, kwa upande wao najua ule ukubwa bado ulikuwa u, uchanga wa kucheza mechi za nusu fainali uliwafanya waweze kupoteza dhidi ya Yanga, na Yanga ukubwa wao kafanya uamue matokeo ambayo kwa sasa tunaona leo Yanga anaenda kucheza fainali. Kwa hiyo ni mechi ambayo uh, kitu cha kwanza Azamu wako serious sana kwa namna wanavyocheza wana mseto wa wakongwe na wachezaji vijana ambao wanakuja unaona kama wakina Lame Kilawi wakichagizwa na watu kama wakina Imidi Mao, ambao hawa ni wakongwe wazoefu kwenye mashindano, wamecheza sana ha. Imidi Mao ana historia ya kucheza fainali na kupata ubingwa huu wa Mapinduzi. Kwa hiyo hawa wanachagizwa wale vijana wawe sirias, lakini kwa upande wa Yanga unaangalia kwaliti yao ya kikosi, aina ya wachezaji na ule ukubwa wao kwa taifa la Tanzania, unaona mechi hii inaenda kuamuliwa kwa ukubwa na seriousness ya timu moja. Uh, kocha, uh, Ibenge, amesema, eh, kocha Ibenge amesema kocha Ibenge amesema wachezaji waliokwepo timu ya taifa hawatutumiki. Yeah. Eh, unaona wewe ni situation inaenda wapi kwa baina ya Yanga au Simba, au unaona mindset uh, hii ni ya aina gani? Hii inawezekana ikawa ni mindset na pia, unajua kwa Ibenge Ibenge unajua ni kocha mzoefu sana, ameweza kukitengeneza kikosi kile kile kimeweza kuwa na usiliasi mkubwa sana wa kutafuta matokeo na hasa ukiangalia wakati wanacheza na Simba nusu fainali, umeona wale vijana walivyokuwa serious sana. Wana wachezaji wachache ambao hawa tunaona ni masinia, wana wachezaji wengine wa ambao ni vijana, kwa hiyo kulikuwa kuna mseto ambao umewafanya hii timu iweze kuwa serious na kuweza kutafuta matokeo. Kwa hiyo inawezekana Ibenge kile anachokisema kina uhalisia ndani. Kwa nini? Kwa sababu bado hata timu aliokuwa nayo ilienda Mapinduzi ina uwezo pia wa kushindana, na inaweza ikashindana vizuri na inaweza ikapata matokeo kabisa. Kwa hiyo wewe mkeka wako leo unampa, una nani? Unampa Azamu au unampa Yanga na kwa nini huyo? Ah, una una unajua, mimi mkeka wangu pamoja na yote ambao, kwanza nikiangalia ufundi wa makocha, makocha wote ni wazuri ambao wanaweza kutoa matokeo, wanaweza wakaweka mbinu ambazo wachezaji wao wakazitafsiri na mechi kawa ngumu. Ukija kwenye aina ya wachezaji ambao wanaenda kucheza kwenye mchezo wa leo, bado wa timu zote mbili wanaweza kutoa ubora ule ule lakini ukija sasa kwenye eneo la kusema unatabiri, unaanza kumpa yule ambaye kwanza unaona kwaliti yake ya kikosi ni kubwa. Hapo tunamsemea Dar es Salaam Yanga ya Afrika. Kwaliti yake ya kikosi ni kubwa sana, ukubwa wa timu wenyewe, namna ya ushindani uliopo ndani ya timu. Unaona Yanga moja kwa moja imechi kama ni ya kwake. Kwa hiyo kama Yanga anaenda kupoteza tunasema ni sehemu ya game tu, Yanga kapoteza. Lakini ukiangalia katika mazingira yote ya kuandaa mchezo mpaka kufikia wakati wa mchezo unamwona Yanga ndo anapewa nafasi kubwa sana. Sawa maestro, jana tumeona e, Yanga wanamtambulisha e, mchezaji laia wa Uganda anaitwa Stabo e, Alan Okelo. Unaiona nafasi ya Alan Okelo kuanza leo? Aa, leo moja kwa moja ni sio muongo, sina uhakika sana kama anaweza kuanza labda itokee tu miemko ya viongozi wamlazimishe kocha na benchi la ufundi waweze kumwanzisha Alan Okelo, kwa sababu uh, kwa taarifa tu Alan Okelo jana ndo ametua, ina maana hajafanya sesheni yote ya mazoezi na, na wachezaji wa, wa Yanga Kwayo. Kwa hiyo hiyo kidogo itakuwa ngumu kumwona Alan Okelo akiwa anacheza. Uh, wamefanya usajili mzuri, ni mchezaji mwenye x factor ambao anahitajika na timu yoyote Tanzania lakini moja kwa moja leo kusema atakuwa sehemu ya kikosi na kucheza, na siwezi kumuona.